Naweza pata binti kuanzia miaka kumi na tisa hadi ishirini na tatu unaweza ukapata, lakini kwetu sisi huwa umri sio tija. Umri hatutoi wa wadada wa kazi kwa umri. Kama unafuatilia kontenti zetu, tunasisitiza sana level za wadada, kwa maana ya professional ambaye ana weledi, amesomea, ni mtaalamu alafu tuna smart ambaye huyu ana upeo mkubwa, anaweza kuelekezwa tu kidogo alafu anajiongeza anajiongoza ana. Alafu kuna traditional ambao hawa ni wa kusimamia kwa hiyo, sisi tunafanya hii kazi kwa kuangalia ubora unaoupata kwa daraja la dada na sio umri wa dada na kwenye swala la umri, si tunafanya kazi na watu ambao wametimiza umri wa miaka kumi na nane mpaka tunasema mpaka arobaini, kwanza thelathini na tano hapo. Arobaini kama bado ni mtu ambaye amejitunza vizuri, ana nguvu bado, anaweza kufanya kazi of course. Arobaini na tano kwa wale waliojitunza vizuri zaidi eh, wapambanaji, yeah. Kwa hiyo kwenye umri tunachoangalia ni mtu ambaye ana afya njema na ana uwezo wa kufanya kazi ambao mara nyingi ni miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano hapo, sawa. Smati ndio bei gani? Smati ndio anayelipwa laki tatu kwa mwezi. Huyu sifa yake ni dada ambaye upeo wake ni mkubwa. Unakuta mara nyingi wamesoma vitu mbalimbali mbali, lakini kutokana na changamoto ya ajira hawana kazi. Kwa hiyo badala ya kuendelea kukaa mtaani wanakuja kufanya hizi kazi za ndani. Kwa hiyo mtu kama huyo ni mtu ambaye upeo wake ni mkubwa, ni mtu ambaye ni rahisi kujiongoza, ni rahisi kujiongeza na ni rahisi kujua we unachokitaka. Kwa hiyo mara nyingi kuwaelekeza ni pale mwanzoni tu anapokuwa na mgeni kwenye nyumba yako. Tofauti na traditional ambao wao upeo wao ni mdogo, uko limited. Yaani yeye unamuelekeza na bado kile uchomuelekeza asiweze kukifanya vile unavyotaka. Hiyo ndio sifa ya traditional. Ubora wao ni mtu wa kuelekeza na wakati mwingine unaelekeza, lakini bado utarudia tena na tena na tena. Professional ndio hao wataalam ambao wamesoma hizo kazi, wanazipenda ndio taaluma zao, na wengi wanakuaga na matarajio ya kufanya hizo kazi mahotelini. Lakini kama tunavyofahamu, hoteli ni chache, wanaoendelea kupata hizo taaluma ni wengi. Kwa hiyo badala ya kukaa mtaani anakuja kutumia taaluma yake nyumbani kwa mtu. Sasa hawa tunawatambua kama wataalamu, kwa sababu kazi hizo za nyumbani ndizo walizosomea. Amesomea malezi, ambaye huyu wa malezi mara nyingi wanaajiriwa kwenye hizi shule za awali. Kwa hiyo ni rahisi ukiwa na watoto, anaweza kukusaidia sana. Dada wa malezi amesomea mambo ya ukuaji wa mtoto, masuala yote yanayohusiana na, na uh, child care, mambo ya watoto wadogo wa Alafu tuna wale wa mapishi ambao wao wamesomea kupika na kuna wale wa housekeeper ambao wamesomea masuala ya usafi kwa ujumla. Okay? Kwa hiyo hizo ndio levo tatu ambazo sisi tunazitambua, e, kwenye hizi kazi za ndani mapishi, usafi na malezi ya watoto, lakini katika ngazi tofauti: wataalamu ambao ni professional, smart wa katikati na traditional wale wa chini. "Dada siwezi kazi ya ndani nitafutie kazi nyingine." Una aibu una haya wewe, mm? Una aibu una haya, unakuja hapa unaniambia nikutafutie kazi nyingine? Hiyo kazi nyingine, naenda kumwambia baba yako na mama yako akutafutie, sawa? Kwa sababu huo ndio wimbo unaoimbwa na watu hawana kazi, wewe bado unahangaika kutafuta kazi nyingine. Mimi nisingependa kuona yani, unless unaona kazi imetangazwa, lakini usiniambie nikutafutie kazi nyingine, kwa sababu hilo ndio janga la taifa hili, Watu wamekaa majumbani kwa sababu ya kuchagua kazi. Kwa hiyo huo upumbavu na ujinga sitaki kuona kwenye peji yangu, kuja kuniambia nitafutie kazi nyingine. Kazi moja moja zinazotokea, kama una sifa uende direct useme nimeona kazi fulani ambayo mimi nina sifa nayo na vigezo nayo, lakini usije kuniambia mimi nikakutafutie kazi nyingine. Wewe unafanya nini? Una miguu? Kama we, huna, basi waambie ndugu zako wakutafutie. Lakini ukija kwenye peji yangu hapa, tunabadilisha fikra, tunabadilisha mitazamo yetu. Yale mambo ya kuchagua, chagua kazi ndio ameweka watu kwenye umaskini. Kwa hiyo usije hapa na fikra zako za kijinga jinga hizo. Haya, naomba kazi za ndani, hizo ndio zipo hapa, zimejaa kibao, na ni kazi ambazo unaweza kupatia mtaji ukaenda kufanya biashara zako. Kwa hiyo, kazi za ndani zinapatikana kwa wingi kabisa, hizo ndizo tulizo nazo, yani hizo kazi za ndani ambazo wewe uzitaki, ambazo wewe unazidharau, mimi hizo ndio zimenitoa na hizo ndio zinaendelea kuwatoa wanawake wengine wengi wanaokuja kwenye mradi wetu. Ukiangalia content nazo post za wasichana wanaokuja hapa kibao, wajanja wenzangu wale ambao wanajua kabisa, pesa yoyote halali, ndugu yangu, unaichukua kwa nguvu zako zote. ya kwa hiyo, wewe uko tayari kufanya kazi za ndani, njoo ujikomboe, njoo ujikomboe. Chukua namba zetu kwenye platform zetu, piga simu uelekezwe namna ya kufika, taratibu za kufika, njoo ukachape kazi lakini usimletee ujinga hapa kuniambia tafutie kazi nyingine, kazi ya ndani siwezi. Uwezi ya ndani, kaa hapo, utakula jeuri yako, utakula jeuri yako. Namba ziko jamani, namba ziko kwenye profile ya, ukiingia kwenye akaunti yangu kwenye profile, namba ziko pale, na sio tu kwenye TikTok, yani ziko kwenye mitandao yote. Ukiingia YouTube, ukiingia Instagram, ukiingia Facebook, ukiingia huku TikTok, namba ziko pale kwenye profile yangu. Ukiingia pale utapata namba, na hizo namba utapiga ofisini kwangu. Kuna watu ambao tumewapa hiyo kazi, wanafanya hiyo kazi ya kuwaelekezeni utaratibu wa kujiunga na mradi wetu. Kwa hiyo karibuni sana.